Community wanapoanga ku wanajichakulia kama ufukka, wangeuliza hata watu wenye uzoefu na heshima bane soda yaliko hii ya mheshimiwa, ungeongea yake vitu gani? Unaongea tu vitu vya kusala, hata viwili vinatosha, sababu yule ni mtu mkubwa, komando wa milisi jeshi mkuu yule pale sio, unanielewa? Kwa hiyo unabidi uongee vitu vya kusala, vitu vya kufurahisha jamii, hata kama jamii hai fly, lakini ongea tu vitu vya kusala na kushukuru Mheshimiwa Rais ukarimu wako na ujasiri wako unaofanya kupenda Tanzania kutupambania wananchi wako, basi Mama Samia oye oye, 2025 mitano tena. Basi unarudisha maiki unaondoka. Lakini unaongea vitu vya kijinga, utapoto kwa yoyote, unaongea eh, ukachukua kuna foto za <coughs> <coughs> <coughs> au kifika, una kuongea sisi, hata sisemu sisemu oye yeah. basi bila sisemu singezaliwa. Sisemu imetukuza imetufanya hivi, na wote tumeikuta na wazetu wameikuta, tutaiendeleza. Basi mama Samia oe oe 2025 mitano yako mama. Tunakusubiria. Tunakupenda mzazi wetu utuongoze vyema. Basi mondo kazako hata tukia na chukia hata upenda atapenda. Lakini wanapitiliza, wanaongea vitu vingi. Hapo ndo wanajifanya wamesoma wametoka chuo. Si unaelewa? Yaani wale wote ni wasomi. Eh hey, kama yule Eliudi, yule nani mwingine, si yule nani kina Ndaro. Wanajishauaga sana. Hawajui hivi vitu vina mwanzo na mwisho. Si